Ok, ok, ok, halo, habari ya saizi? A, pole sana na majukumu ya kila siku ya hapa na pale e, leo tutapenda kuzungumzia a, kuzungumzia e, kwa nini ule uchafu mweupe, ule uchafu mweupe au kutoka na uchafu ukeni e, kwa nini ni sababu kubwa sana ya kukosa ujauzito. Ok, asilimia kubwa sana ya wanawake wengi wanakosa ujauzito kwa sababu ya kutokwa na ule uchafu mweupe, kama rangi rangi ya mtindi au rangi ya maziwa au rangi ya njano au rangi ya kijivu, wengine rangi ya brown. Wote ni uchafu ambao tunaozungumzia na, na wanawake wengi wanadhani kwamba kutoka na ule uchafu ni hali ya kawaida, kitu ambacho sio cha kweli. Ni sio hali ya kawaida, ni moja ya ishara kwa mamwili wako na changamoto hasa kwenye via vya uzazi, kwenye mfumo wako wa uzazi. Sasa leo tuangazie, uh, kwa nini ule uchafu unaupata na madhara yake yapoje na namna gani unaweza ukajilinda, sababu zipi ambazo zinasababisha e, kwanza tufahamu tufahamu kuhusu ule uchafu uchafu uchafu ule unatokana kwenye via vya uzazi via vya uzazi vinavyoleta hitilafu au changamoto yoyote hali inapelekea ule uchafu unaanza kutoka e, inakuwa kama yellow discharge, na ile tunaweza tukausema kama PID ni fungus au fungus zile zilizokomaa ukuta, wengine wanapata wanjano e, lakini pia inaweza ikawa pia ni dalili moja labda ya uh, e changamoto kubwa zaidi ya hizo. Lakini sasa tuangazie kwamba vitu gani ambavyo vinaosababisha Uh, watu wengi wanapata hizo changamoto. Kitu cha kwanza eh, kushiriki kwa kutumia kinga. Kinga zinakuwa zinapishana kwenye ubora. Unapokuwa unatumia zile kinga zina chemical ambazo zinazoharibu kile kiwango cha pH ambacho kilitakiwa kiwepo kwa mwanamke kule chini, lakini unapotumia ile kinga inakuwa inaleta yale majimaji, yale chemicals zinaharibu ile pH, hatimaye unakuta mtu anaanza kutoa harufu ya harufu, anaanza ja, kutoka na kama shombo ya samaki hivi, eh, maarufu ya kitu kama kimeoza. Hiyo inakuwa inapata changamoto, lakini pia aa, sababu nyingine kutumia chemical perfume zile sabuni kuosha huko chini, hiyo ni kitu ambacho kinacho kinachosababisha madhara yanakuwa makubwa sana, lakini pia kitu kingine Uh, nimezungumzia hapa kuhusu sabuni, sabuni zile unapokuwa unazitumia zinakuwa zinaenda kuharibu kile kiwango cha chemical au kiwango cha pH ambacho kinachotakiwa kiwepo kule chini, ili kulinda joto liwepo ambalo stahiki linalohitajika. Lakini unapokuwa hautumii, unapokuwa unatumia ile sabuni inapelekea changamoto kama hiyo, kile kiwango cha pH kinabadilika, kikibadilika ukianza kutoa kutoa harufu lakini pia kitu kingine uh, kinacho kinachosababisha hivi ni kushiriki na mtu ambaye tayari ameshiriki na mtu ambaye mwenye ugonjwa huo wa huo uchafu. Mwanaume yoyote anapokuwa ana anakutana na mwanamke ambaye anakutana na huo uchafu, akija kushiriki na mwanaume mwingine, mwanamke mwingine, hali ile anakuwa na mwambukiza koo, tunasema mwanamke ni karia mwana, ni, ni, mwanaume ni karia, yaani ni mbebaji magonjwa ikiwa mmoja ya hilo gonjwa anabeba analileta kwa mwanamke na mwanamke anakuwa analipokea analikuza, akishalikuza linazidi kuambukiza kwa watu kwa watu wengine. Lakini pia uh, kingine pia wana, wana, wana, watu wengi wanashiriki sana kwa kutumia e, vilainishi, wanashiriki sana kwa kutumia mate, kitu ambacho kinachoathiri kile kiwango ambacho kinachotakiwa. Mfano, tukusudie kitu kidogo unapotumia mate katika kushiriki kwako uh, mate na bakteria ambao uko kwenye mdomo e, enzymes ambao uko kwenye mdomo ni tofauti na enzymes katika reproductive area hali ambayo inapelekea unakuwa kuna mvurugiko wa vitu vingi sana ikiwemo pH inabadilika sasa pH inapokuwa inabadilika kile kiwango kinazidi kushuka na au kupanda zaidi kile cha pH kinaweza kikapanda zaidi au kikashuka zaidi, hatimaye inapelekea uh, kiharufu mbaya, uchafu unaanza kutoka, ukavu unaanza kutokea na vitu vingi, lakini pia kuna, kuna changamoto nyingine wanawake wengi wana, wanapenda sana kubana maumbile yao, wanatumia unakuta limao, wanatumia wengine ndimu, wengine wanatumia vitu vingine uh, vitu ambavyo vinavyoathiri kile kiwango cha pH ambacho kinachotakiwa kinacho, kinacho sasa tu, tu, tu, tuangazie lakini pia uh, sababu nyingine ambazo zinazo, zinazopelekea eh, changamoto ya hizi ya u uchafu. Tuzungumzie u uchafu uh, changamoto yake nyingine ni nini au sababu yake nyingine ni kitu gani? uh, sababu nyingine ni uh, hii wanaita maambukizi ya zinaa. Mawazo pia sababu kubwa sana ambayo inapelekea changamoto kama hizi na zinatokea mtu anapokuwa na mawazo, maanake ile concentration yako au kazi zako, homoni zinabadilika kwa sababu kwa sababu ya mawazo kwao. Hivi ni vitu ambavyo vinavyo vinavyochochea sana, vinavyochochea sana kwa asilimia kubwa. Lakini pia tuangazie hata pia ukiwa na unene, obesity na ukubwa unaongezeka, inamaanisha pia inakuwa inasababisha inasababisha ugonjwa unaitwa unaitwa uchafu ukeni uchafu ukeni, au kwa kitaalamu wenyewe wanasema uh, wanasema PID Aini uh, lakini pia tu, tu, lakini pia tuangazie tuangazie dalili zake, yaani mi nitajuaje kwamba nina hii changamoto, nitajuaje, nitaisije na hii changamoto. Lakini pia dalili ya kwanza uh, ukijikuta wewe unapata changamoto hizi za za UTI za mara kwa mara eh, unapata kuna, kuna, kuna uchafu unatoka labda wa njano mweupe, au rangi ya nyeusi au unakuta labda na brownie au nakuta rangi ya kijivu, hiyo yote inatokana na na na hiyo na hiyo uchafu ukeni, au tuseme kwa kitaalamu inaitwa inaitwa PID. Sasa pia a, kitu kingine ambacho kitaka kujua, kuna watu wanapata maumivu chini ya kitovu, unapata labda upande wa kushoto au wa kulia, hivyo vyote vinatokana na na upande kwenye vyo vya uzazi, hiyo inatokana pia sababu kubwa sana ya kutoka na uo na huo na huo uchafu. Lakini pia sababu ya dalili nyingine, unakuta unajaribu sana kushika ujauzito inakuwa ni changamoto kubwa sana. Na hapa nataka nipaongelee vizuri kwamba unapokuwa unashiriki una, una muda mrefu unatamani kupata mtoto lakini inashindikana, inashindikana kwa sababu aa, ya huo uchafu, uchafu unakuwa una blok kwenye mireja mirija na mbegu zinashindwa kufika kwenye mayai vizuri, unakuta mbegu zinafia njiani. Mbegu zinapofia njiani, inakuwa zoezi la kupata mtoto inakuwa ni kubwa, ni kubwa, ni kubwa, ni kubwa. Lakini pia tuangazie kitu kingine, unakuta una miwasho mikali, unawashwa kwa ndani ndio, unawashwa kwa nje, unashindwa vizuri, umekaa tunaona harufu, unakosa confidence. Kuna wengine unakuta wanaachika, ndoa zinakuwa za changamoto, unachukiwa mume wako kutaki tena Uh, mpenzi wako hataki kukusikia, hataki tena kushiriki na wewe, hakuhitaji kama mwanzo. Hizo zote zinatokana ni, ni sababu ya uo uchafu. Sasa, uh, tuangazie hapa. Sasa, sasa tuangazie hapa uh, kitu gani ambacho unatakiwa tukifanye ili mambo yetu yende sawa, ili changamoto yetu tuitatue. Kitu cha kwanza uh, kwa sababu hii hii ugonjwa au hii changamoto inapelekea inapelekea inapelekea madhara makubwa hasa kwenye uzalishaji wa mayai na haribu mpaka homoni. Upatikanaji wa mimba unakuwa ni mdogo kwao. Sasa tuangazie tunafanyaje ili kutatua hii changamoto. Kitu cha kwanza, natakiwa ufanye vipimo. Kitu cha pili, natakiwa upate matibabu ambayo ya kwenda kuweka sawa na kusafisha mfumo wako wa uzazi, lakini pia kurekebisha sehemu zote ambazo huu ugonjwa ume umeharibu ni ugonjwa mkubwa sana. Asilimia kubwa sana ya wanawake wengi sana wanakosa ujauzito, lakini nakwambia kila kitu nimepima kiko sawa, mimi sina changamoto yoyote, ila tunatoka tuna ule uchafu. Wengine wanafikiri ni ute. Sio ute, ute unakuwa ni mwepesi kama yai ya ila, ule unakuwa na, wengine unakuwa ni mzito, wengine unatoa harufu. Hiyo ni ugonjwa. Kwa hiyo dadaangu ambao unanisikiliza, au baba unanisikiliza, amwambie uh, mkeo kwamba hiyo ni changamoto, na ndio changamoto ambayo inapelekea mara nyingi natafuta mtoto muda mrefu bila mafanikio yoyote. Masuluhisho lipo la kutosha. Kwa hiyo unaweza ukatutafuta tukakuelekeza kitu gani cha kufanya, na kizuri zaidi unaweza ukafanya hata ukiwa nyumbani, haikubani. Unaweza ukaelekezwa pia kutumia uh, vitu vilivyokuzunguka kuweza kutatua hizi changamoto zako. Kwo tunashukuru tuna, sana kwa kutusikiliza. Ongereni sana kwa kutusikiliza na kutufuatilia na endelea kufurahia vipindi vyetu vya mara kwa mara kila leo, ambapo tunakuwa tunazungumza vitu mbalimbali mbali. Kwa hakikisha umesubscribe, lakini pia hakikisha umelike na umecomment pia kwamba kitu gani ulichojifunza siku ya leo. Asanteni, tutakutana wakati wakati mwingine tena.